Gidi, mm. Unajua watoto wetu wa siku hizi mm. ni watoto ambao uh, wana tofauti yani mafikra tofauti tofauti mm. na pia ni kama wako very independent. Sasa juzi mm. kuna mama ha, kawaida, anampeleka mtoto wake shuleni asubuhi, anamchukulia bodaboda boda. mm. aende shuleni, lakini eh, anamwamsha mapema sana, na huyu ni kijana wa primary school. Sasa juzi mama ameshaeka mtoto akaenda zake, amechukua boda ameenda zake kidogo akapigiwa simu mm. anaambiwa ni police station. Ai, akashtuka akaulizwa na polisi e, kuna mtoto wako, kijana wako fulani. Unajua sasa, ukipigiwa kitu kama hiyo hata unashtuka, unashangaa ai, labda kuna kitu kimetokea kibaya mm. na mtoto wangu, labda ni ajali ama kitu kama hiyo mm. akauliza, akasema yeye ni kijana, ni mtoto wangu huyo, akaambiwa, hebu njoo police station. Sasa mama alikuwa ameenda na wasiwasi wasi mkubwa sana, akiona labda kijana amegongwa mm. kwenda pale kijana alienda kushtaki mamake kwamba huwa anamwamsha mapema sana mm, ati anamwamsha very early in the morning, kwa hivyo alikuwa anaenda mshtaki mamake akamatwe, mm. <laughs> Sasa bahati nzuri, ule polisi alikuwa pale, ule afisa alikuwa pia ni mwanamke mm, akamuuliza wewe, school fees yako imelipwa? Yes. Unapewaga pesa ya lunch? Yes. Unafanyiwa kila kitu karibu hata huo polisi ampige mm -hmm. Kwa hivyo mama alipoitwa pale, huyo kijana alionywa na akaambiwa asirudi ana kufanya kitu kama hiyo, hawezi kuja kushtaki mamako no, lakini anafaa suju. anafaa kuwa anaenda shule saa ngapi? yeah. Yeah, swali pia ah, shule kawaida, unajua eh, eh, shule si inafunguliwa saa mbili mm -hmm. Na kijana anaenda saa moja mm -hmm. Sasa hiyo ni mapema gidi, jamani mm -hmm. Kwa hivyo tafadhali, tafadhali watoto pia waweze kuwajibika, lakini kumbuka pia siku hizi kuna uhuru wa kila mmoja mmoja si uh-huh. Uh, kwa, kwa, si uhuru lakini sheria ambayo inalinda kila mmoja yes. Kuna sheria ambayo pia zinalinda watoto kweli, na watoto pia wako na haki. Ikiwa nahisi kwamba uh, zile sheria ambazo zinawalinda inakeukwa, inake ina, ina ako na haki ya kwenda kushtaki eh? Hata kupigia polisi, ikiwa unapiga mtoto nyumbani e, na na mtoto apige, apige polisi, hiyo pia ni haki yao kupiga, kupiga, kupiga, ni tofauti kumwamsha mapema yes. Ni hiyo pia ni haki yake. Gani unataka mtoto wa mke saa tatu ndio nasema wewe, yes. Ulianza hii story vizuri ukasema mambo yes. Yamebadilika siku hizi, kuna mambo ya zamani yes. ambapo ungefanya chochote yes. Lakini kumbuka siku hizi kile kitu ni sheria hmm. Na tunafaa kulaumu generation yes. na kulaumu mwamko mpya eh, na watu kuchanuka watu kuenda shule na mambo kama hayo. Kitambo ilikuwa ni saa kupiga mtoto shuleni, siku hizi hauwezi <laughs> na ni kwa nini? <laughs> Kwa sababu ya sheria mpya ya mamko mpya, sisi tulichapwa shuleni, ilifaa tuache kuchapwa eh. kuna jamaa juzi alikuwa ananiambia na hii story eh. gani hmm. ati babake alimnunulia hajamnunulia viatu hmm. Kwanza alikuwa anampiga anamwambia, ukirarua viatu na, na ajanunuliwa viatu hmm.